Kuvaa niqabu ni lazima kisheria. Allah tabaraka wa taala amesema, kamata hapa hapa anapotaka kukutajia katika aya nyingi, kamata hapa tu amesema, mwenye Allah tabaraka wa taala, ili tupate jibu, hili ni lazima kisheria, amesema, wala yubidina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao. Hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, ili kujua kwamba sura, uso wako wewe, dada Uso wako wewe e, shangazi yangu au binti yangu, kujua kwamba sura yako ina ushawishi. Jaribu aje mchumba ukiwa umevaa niqabu, umuonyeshe miguu mpaka magoti, umuonyeshe mikono mpaka karibu na vikwapa, alafu mwambie umeridhika. Sijui kama mtaelewa na Kiswahili hapo hapo hamwelewani Kiswahili, kuonesha kwamba uso una jambo kubwa sana. Uso una jambo kubwa sana, yaani uso una mvuto, na Allah amesema wasidhihirishe mapambo yao. Kwa hiyo kama unaamini kwamba kuna mtu ambaye mimi akiniona uso wangu akinitazama, huwa ananipenda au anahangaishwa kidogo na muonekano wangu, kama hilo jambo tunalijua basi kufunika uso ni katika kutekeleza agizo la Allah alilosema, wala wasidhihirishe mapambo yao, kwa sababu mapambo ni kivutio. Kama unaamini kwamba uso ni miongoni mwa vivutio kwa wanaume, basi na uwezekano wa kufunikwa upo, wala hakuna mjadala katika hilo. Ni lazima kwa sababu ni agizo limetoka kwa Allah tabarak wa taala, licha ya kwamba wanawachuoni wanatofautiana, lakini kutofautiana kwa wanawachuoni hakuvunji hukumu iliyotoka kwa Allah. Yategemea tu uelewa wao. Huyu kaelewa hivi na utasomewa maneno yake, lakini mwanachuoni fulani kasema hivi. Kabla hatujaenda kwa mwanachuoni fulani, turudi kwake mwenyewe aliyeagiza. Hebu fikiria, katika surati An-Nuri kule mbele, Allah tabaraka wa taala aliposema, walqawaidu minan nisa, na wanawake ambao wameshafikia uzee, allati la ta la yarjuna nikaha, ambao hawatarajii tena kuolewa. Sikiliza hukumu yao hawa ni wanawake kina mama ambao tumeshaanza kuwaita mabibi. Anasema allati la yarjiuna nikaha, wanawake ambao hawatarajii tena kupata ndoa. Wanaweza kuolewa, lakini hawatarajii, kwa maana mwenye anajijua, hadi nilipofikia sasa hivi nishakuwa sasa ni bibi. Allah akasema falaisa alaihinna junahun an yadhana thiyabahunna, wao kwao si vibaya ikiwa wataondoa ondoa baadhi ya sitara zao ghaira mutabarrijatin lizina, lakini wasikusudie kujipodoapodoa ikawa kama vile wanawaambia watu wanione nilikuwaje katika ujana wangu. Mfano, Allah tabaraka wa taala anasema si vibaya wao kupunguza zile stara zao, lakini fikiria huyu mwanamke ambaye ni bibi. Allah anasema, wa an yastafifna na khairun lahunna, na kama hao hao mabibi hao Wakasema, hata sikubali kuitoa sitara yangu, mimi nabaki kama ni msichana, sitaki kuonekana uso wala nini, Allah anasema hilo ni bora sana kwao. Sasa kama kikongwe kama hiki, Allah anasema akibaki na sitara yake ni bora, basi inakuwaje kwa yule ambaye yupo katika umri wa kutazamika na kuvutia? Hapa hakuna mjadala, tujitahidi kukaa katika hukumu hii, ni salama kwetu na kwa wenzetu vile vile kwenye sura kuna ushawishi, wenyewe mnajua kuliko sisi, wallahu alam.